Akitoa amri akasema, muru Abubakar falyusalli binnas, muamrisheni Abubakar yusallishe watu, mwambieni nimetoa amri yusallishe watu. Katika riwaya mama yetu Aisha radhiyallahu anha, mkewe, kwa kuhofia fitna ya wanafiki. Palikuwa wanafiki na wanafiki walikuwa wanasali katika Uislamu, akaofia wasiji wakayakuze baadaye, kwamba kwa kuwa mtume yuko ndani mwake ndani ya chumba cha Aisha, ndio anaugulia, labda akasalisha Abu Bakri kwa kuwa ni baba yake na Aisha. Ai, ai Aisha ndio kasema asalishe. Aisha akamwambia mtume Umar, wakati mtume anasema mur Abu Bakr, mwambieni mwambieni Abu Bakri asalishe, wapi Aisha akamwambia Umar, yani tumwambie wa Umar ibn Khattab. Mtume akasema la yaaballahu wal mu'minuna illa an yakuna Abu Bakr muru Abu Bakr fa yusalli bin nas, akasema hapana Allah anakataa na waislamu hawajawa tayari kwenye hilo la Umar, nimesema mwambieni Abu Bakr Siddiq apite awasalishe watu. Akapita Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kuja kusalisha, alipokuwa anapita ustawu wa tadilu, watu wajipange. Mtume anasikia kauli, nafsi inamkatalia kubakia ndani watu wasali ye yuko ndani, anawaona maswahaba wake wawili wanataka kutoka na wenyewe mle ndani ili waende kusali ambaye alikuwa ni al Abbas ibnu Abdul Muttalib na Ali. Mtume akamwambia nipelekeni na mimi msikitini. Wakamnyanyua wakipitisha mkono kwenye mabega yake, Abbas, anapitisha chini ya bega la mtume na Ali anapitisha chini ya bega la mtume, mtume yuko katikati. Wanakuja wanamleta msikitini, hata kutembea hawezi. Bi abi wa umi, na ndio mzazi wetu akaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatoka na kuja, Abu Bakar alipomuona mtume anakuja, fataakhara Abu Bakar, akawa merudia nyuma, ili mtume apite asalishe. Fa ashara bi yadihi, mtume akamwashiria kwa mkono wake kwamba baki hapo. Kisha mtume akaletwa, Abu Bakar akawasalisha waislam akiwa wima, mtume akasali pembezuni ya Abu Bakar, amekaa na hii sala ndio ilikuwa dalili kubwa aliyotumia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kwenye saqifa tu bani Sa'ida, baada ya kufishwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kesho sasa, mtume alipokufa, kesho asubuhi wa wamekusanyika al al-Ansar kwenye saqifa kwenye jumba ambalo lilikuwa ni jirani tu karibu ya msikiti kama mita 40 au 60, wamchague nani atakuwa khalifa. Ikabidi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alipopata hiyo taarifa akawachukua maswahaba wawili katika maswahaba wakubwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, akaenda nao pale, akaingia mle na mle pamejani Maanswar. Walipofika pale wakakaribishwa kwa heshima, kisha Abubakari akaanza kuzungumza na kuonesha nafasi ya Maanswar na umuhimu wa Maanswar na namna gani walifanya katika kunusuru dini ya Allah na kumnusuru mtume na muhajiruna waamiaji walipokuja wanatoka Makkah kisha akaonesha pia na nafasi ya muhajirun na wale waliokuja wanatoka Makka. Kisha akawahusia Abubakari akasema na kuombeni kwa ajili ya Allah mwahawa watu wawili, akimshika Umari kwenye mkono wa kulia na amemshika Abu Ubaidi Amiri ibn Jarrah radhiyallahu an, anasema chagueni mmoja mwahawa awe ndiyo khalifa awe ndiyo amiri

hapana siwezi kupita mbele yako wewe, ndio una haki. Kisha anawatazama Maanswari, ndugu zake. Abubakar anambia Umar, Umar anambia hapana ni wewe. Umar akazitoa baadhi ya adilla kwa sababu ad-dinu bid-dalil, dini inaenda na dalili, sio sentima sio atifa. Akamwambia ndugu zangu, akamwambia mnakumbuka wakati mtume Muhammad so, sallallahu alaihi wasallam anahama kutoka Maka na kuja Madina na ametupa amri sote tuhame kila mtu alitoka amefichama, lakini mtume alipotoka alienda kufichama pangoni. Hakuwa peke yake, alikuwa pamoja pangoni mtume fulana, lakini alikuwa na, na ukaribu. Akaenda mbali, akawambia jamani, mnasahau ni mara ngapi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa amri, lakini akitoa amri anaacha takfifu, anapunguza kwa Abu Bakri. Akawaambia kumbukeni, hata wakati alipotoa amri kwamba milango yote ya kuingia msikitini, msikiti wa mtume ulikuwa na milango twingi, kila swahaba amejenga pembezoni ya msikiti, alikuwa ameacha mlango, akitoka tu kama vile uwani kwake au nyumba yake, anaingia ya moja kwa moja msikitini. Mtume akasema milango yote izibwe isipokuwa mlango wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akaambia tuache hilo, akaambia mtume ameumwa jana, mtume ameshindwa kutusalisha sala ambayo sote tunaamini ndiyo itatutetea mbele ya Allah subhanahu wataala, awalu ma yuhasabu alaihi labdi yauma lkiamati asalah. Kila mtu analielewa hilo, cha kwanza tutahesabiwa mbele ya Allah siku ya kiyama ni sala kwenye masuala ya akhera, mtume ameshindwa kuitekeleza kwa maradhi jana. Alimuamrisha nani atusalisha? Wote wakajibu kusema Abu Bakr. Akasema huyu uh, tulimridhia kwenye masuala yetu ya akhera, akapita mbele akatusalisha. Kwa nini tusimridhii kwenye masuala yetu ya dunia, awe ndio kiongozi wetu wote masuala? Akasema naudhu billahi an nataqaddama ala Abu Bakr, Allah tuepushe kabisa tusimbele Abu Bakr Umar akafika anamwambia Abubakar, usyada linubaiya nyosha mkono wako tukupe baiya tukupe support. Ndio Abubakari akanyosha mkono, kisha wakawa wamempa support, akachaguliwa kuwa khalifa, kuwa kiongozi huyu ambao kuna watu wakikaa wanamzungumzia vibaya, wanamchafua. Allah waongozi huyu. Sisi tunaamini ni bora katika ummati Muhammad baada ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi Wasallam. Kwa hiyo huyu akawa amepita akawa amesalisha kwa hiyo